Tumetembelea kwenye hifadhi yetu ya taifa ya Serengeti na tunaendelea na ziara hizi maeneo mbalimbali nchini kukagua maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini vile vile kukagua maelekezo tuliyoyashusha kwa wakuu wetu wa hifadhi na maeneo mbalimbali ya utalii. Kama mnavyofahamu, miaka mitatu iliyopita Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alishiriki kwenye filamu ya Royal Tour, filamu ambayo ilitangaza sana nchi yetu na tangu kipindi hicho ongezeko la wageni limekuwa kubwa sana Kanavyofahamu, kwa upande wa watalii wa nje waliongezeka kutoka laki tisa mpaka milioni mbili nukta moja mwaka jana, lakini watalii wa ndani pia wamekuwa wakiongezeka kwa kasi sana. E, tumekuwa na ongezeko kwa miaka hii mitatu la watalii kutoka takriban laki saba mpaka nane hivi, e, mpaka kufikia watalii wa ndani e, milioni tatu na ushee. Kwa jumla, e, mwaka jana tulitimiza lengo la ilani la watalii e, zaidi ya milioni tano. sasa Sehemu kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akituelekeza kama wizara ni kuhakikisha kwamba ongezeko hili la wageni wa ndani na nje linaendana pia na maongezeko au ongezeko la hoteli, lodges, lakini kwa ujumla tunaita accommodation facilities, maeneo ya malazi. Hapa Serengeti nimekwenda maeneo mawili tayari, kuna kazi kubwa tunaiona imefanyika. Nimetembelea pale uwekezaji katika eneo la Serengeti Explorer, ambayo inaendeshwa na Elewana. E, ni eneo kubwa la kisasa na kwa kweli linaleta mvuto wa aina yake. Yani, ni wild inakutana na elegance. Kwa hiyo ni eneo tumeliona nzuri, wana sasa hivi capacity ya vyumba 75 na wataongeza mpaka kufika vyumba 100 na ushe. Lakini baada ya ziara ya pale Serengeti Explorer by Elewana, leo pia tumeweza kupita hapa eneo jingine muhimu hapa kwenye hifadhi ya Serengeti la Serengeti Lake Magad Lodge nayo na pia inakamilika. Ile kule ya explorer imeshakamilika, kazi zimeanza, lakini hawa wenzetu wanakamilika mwaka huu, wakati wote watakuwa wamekamilisha. Lakini mnaona uwekezaji e, wa kiwango kikubwa sana, ni mabilioni ya fedha yamewekezwa, lakini tofauti sana na uwekezaji wa nyuma. Uwekezaji huu unaendana na usasa, kuna utalii tunasema kwa sasa unaenda sana kwenye maeneo ya experience humu kuna maeneo ya gym investment zote hizi unakutana na maeneo ya spa, lakini katika investment zote hizi na swimming pools za kisasa infinity swimming pools, na kuna maeneo ya cuisines, kwa ajili ya kuendeleza utalii wetu wa vyakula. Kwa hiyo ni investment kubwa, tunawapongeza e, wawekezaji wetu hawa ambao wameitikia wito wa Mheshimiwa Rais kuwekeza kwenye sekta ya utalii lakini vile vile tunaendelea kuwakumbusha wawekezaji wengine na hawa pia waliowekeza Serengeti. Tuna maeneo mengi katika hifadhi zetu katika ukanda wa pwani na maeneo mengine, tunawakaribisha pia waje kuwekeza sasa hivi. Tuna ongezeko kubwa la watalii Mikumi, Ruaha, Nyerere, Tarangire, Arusha paki na maeneo mengine nchini, Saadani kule kwenye coast, kote huko kuna fursa kubwa sana za uwekezaji, Katavi na maeneo mbalimbali, tunawakaribisha sana. Serengeti shall never die.